Kama kampuni ya kijiji cha nyuki tuliamua kuja kuonyesha mzinga wa nyuki wa kibiashara mzinga wa nyuki wa kibiashara huu kwa, ta, kwa miaka kumi iliyopita tumekuwa tukizalisha mizinga ya nyuki ya kibiashara ambayo ime, imeboreshwa katika sifa zake. Aa, utafiti, sisi tunafanya utafiti. Aa, ikizingatiwa mimi ni muhitimu wa Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine na ni muhitimu wa Chuo cha Wayahudi cha Yerusalemu, ambapo baada ya kuhitimu masomo yangu nilikataa ajira ya serikali na kuamua kurudi kijijini Singida kuongoza familia, majirani, ndugu jamaa na marafiki, ili tuweze kufikia katika uh, ile tunaita standard of living, maisha yenye uwiano sawa na maisha mazuri kwa watu wote. Kwa hiyo katika eneo hili leo na sisi tumeshiriki kuleta mzinga huu ambaye tafiti mbalimbali ambazo zinaendelea uh, katika kijiji cha nyuki zimebaini kuwa safari wanazozifanya nyuki kwenda kuchota maji zinafanana na zile safari wanazozifanya kwenda kutafuta maua katika, katika, katika, katika miti mbalimbali mbali. Kwa hiyo kampuni ya kijiji cha nyuki iliamua kutengeneza mzinga wenye maji pembezoni mwa mzinga kidogo, ili kukata safari na nguvu zote ambazo zinatumiwa na wale nyuki kwenda kuchota maji, badala yake e, waweze kuongeza nguvu hizo kwenye kutafuta malisho ya nyuki na hivyo kumwezesha mfugaji ambaye yuko katika maeneo mbalimbali mbali, aweze kuvuna mara mbili mpaka mara tatu kuliko ile alivyozoea kuvuna mara, mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo uh, hiyo ni, ni kitu kipya ambacho tumekileta kwenye hili eneo na tunaona kwamba ni vizuri watu wakajua. Lakini jambo lingine jipi ambalo tumekuja nalo ni kwamba uh, kufungua mzinga mara kwa mara kwa nia ya kufanya inspection au kwa nia ya kuona nini umejaa au haujajaa, nyuki wapo au hawapo, nini kipo, maana yake utaona kabisa kwamba wa wafugaji wa nyuki, makundi mengi ya nyuki huondoka kwa sababu ya disturbance hiyo au usumbufu huo unaotokea kwenye mzinga, kwa mfugaji wa nyuki au msimamizi wa shamba kujaribu kufungua mzinga na kuona kwamba nini kipo ndani au asali imekomaa au haijakomaa. Na ni sheria kwa Umoja wa Mataifa kwamba unapofanya shughuli ya kusimamia shamba, unahakikisha kwamba una monitor au una, unaangalia maendeleo ya mzinga wako. Kwa hiyo kampuni ya Kijiji cha Nyuki kupitia utaalamu wake iliamua kuweka mzinga wenye kioo ambaye hiki kioo kiko pande zote. Kwa mfugaji anaweza kuona anaweza kuona nini kinaendelea ndani ya mzinga bila kufungua. Kwa hiyo hiyo inafanya kuondoa ile disturbance ya, ya kuondoa usumbufu kwa nyuki na hivyo kuongeza mapato ya kwenye shamba na kuongeza kipato kwenye ngazi ya kaya. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia tumekuja kuwaambia wa, watu wote waliokuja kwenye maonyesho hapa na Watanzania wengine wa ambao wako hapa na sisi tunafahamu kwamba waandishi wa habari ni, ni darasa kubwa ambayo mtapeleka hii sasa kila mtu aweze kuona huko duniani. Kwa hiyo kitu kingine ki tumekuja kuwaambia Watanzania kwamba mazao ya nyuki sio mawili tu yale yaliyozoeleka. Sio asali na nta tu. Yaani kuna mazao mengine ambayo hivi karibuni wafugaji wa nyuki wameanza kuyavuna. Kama sumu ya nyuki, kama gundi ya nyuki, kama vumbi la Singida ambalo leo liko jijini Dodoma hapa na watu wameanza kulitumia toka jana. Simu zime, zimekuwa nyingi sana, nimesikia huko Dodoma, nimesikia huko Dodoma, mpaka kuna watu wengine wanatoka Bahi, wanatoka Kongwa, wanatoka wapi, wanakuja kulionja vumbi la Singida, maana ni kwa mara ya kwanza na ni mazao mapya yanakuja kwao. Nataka kusema kwamba kuna mazao mengine sita ya nyuki am, kutoka kwenye nta na asali hata hivyo mazao hayo ya asali na nta ndiyo mazao yanayoongoza kwa kuuzwa bei ndogo. Mazao mengine haya yanauzwa bei kubwa, mfano kama sumu ya nyuki inauzwa milioni mia moja na hamsini kwa kilo, maziwa ya nyuki yanauzwa milioni kumi na mbili kwa kilo e, vumbi la singida linauzwa shilingi laki tatu kwa kilo. Kwao mtaona kwamba a, kwa sasa hivi pia pamekuwa na ongezeko la wafugaji nyuki katika kila kona ya nchi na kila kila, kila, kila, kila kila mtu anataka kuanza ufugaji wa nyuki. Hii ni kwa sababu ya ugunduzi wa haya mazao mengine matano, kwanza au sita, kuanza kuzalishwa katika maeneo yetu. Kwa hiyo kutoka kwenye mzinga mmoja, na haya mengine pia hayategemei mwezi wa saba, wangapi, mwisho wa msimu unaweza kuvuna mara tu nyuki wanapoanza kuingia. Kwa ni niseme tu kwamba nimeona ni, ni vizuri niwaite waandishi wa, wa habari niwaambie kwamba e, wafugaji wa nyuki ambao wametoka kwenye kijiji cha nyuki na ambao wanafunzi wa, wa wetu na outgrower wetu wako nchi nzima wameshiriki kikamilifu katika maadhimisho ma, ma ya siku ya nyuki duniani mwaka 2025, na tumeshiriki hapa, tumekuja pia na mvinyo e, asali. Kilo moja asali kilo moja ukitengeneza mvinyo inatoa chupa kumi. Kwa hiyo hiyo ni ongezeko la thamani lakini kilo moja ambayo inauza elfu kumi na tano kwa kilo ya kilo moja ya mshumaa, ya, ya nta ya nyuki ambayo inauza elfu kumi na tano kwa sasa, sisi tunaweza kutengeneza mishumaa minne yenye 250 gram na ule mshumaa tukauza dola 35 ambapo kilo moja tunaiongeza thamani mpaka kufika laki nne. Kwa hiyo hizi ni habari njema ambayo wafugaji wa nyuki wanatakuwa wazisikie hasa kupitia forum maalum hii ya siku ya nyuki duniani mwaka elfu mbili na ishirini na tano na ni, ni, niongezee tena kwamba tupo hapa tunatoa huduma na tunatoa, tunatoa huduma na bidhaa, na nizungumze kwamba tuko tayari kuwekeza katika sekta ya utalii kanda ya kati, kwenye, ma, kwenye hoteli kwenye maeneo mengine, na tunaishauri serikali ibanishe tu miundombinu. Sisi tutatangaza utamaduni wetu na sisi tutauza utamaduni wa, wa, wa mtu wa kanda ya kati ambao ni mzuri sana. Kwa hiyo ni, ni, ni, niwakaribishe watu wote wanao wanao wanaopenda kuja kujifunza wanaopenda kuja kufanya kazi na sisi waweze kufika katika kijiji cha Nyuki, tuweze kuongeza nguvu ya mawasiliano na ushirikiano ambao upo uh, kati, kati, kati yetu na wadau wengine. Na niwajulishe vijana wengine nchi nzima nguvu walizonazo ni kubwa. Wasi, wasijishushe, wasijidharau, tuchukue hatua ya kuona msitu kama ofisi. malengo yetu ni kushughulikia vitu vyote ambavyo viko kwenye mamilioni. Kila kitu ambacho kiko kwenye mamilioni ndio tunakihitaji. Kitu chochote ambacho iko kwenye mamia hatutakihitaji kwa sasa.